Kuchukua muda ninashukuru sana. Sisi naomba nijitambulishe, mimi ninaitwa bwana Sailesh Pandi, ni mkurugenzi wa Lodhia Industry, tumetokea Dar es Salaam na tunashukuru sana kongamano hili la leo ya fundi smart. Sisi kwetu wenye viwanda tunahitaji mafundi, na sisi wenye viwanda tukiangalia mafundi wakiwa pamoja kwetu ni fursa, lakini kuna ujumbe ni wake mafundi, tukae tuangalie bidhaa zinazotumika kwenye ujenzi, tuangalie bidhaa feki na bidhaa bora, kwa sababu fundi anapo anapopewa kazi, kwa mfano kupe, mfano mdogo wa ujenzi, akaambiwa akajenge baa, huyo fundi atamshauri mshauri mwenye bati kadhaa inahitajika hapo, lakini fundi huyo atakiwa mshauri mwenye nyumba bati zipi zinunuliwe, kwa sababu unaweza kununua bati ambayo sio sahihi au feki. Baada ya muda hiyo bati imeharibika au imetoka imetoboka, unakuta mwenye nyumba fundi fundi kwamba kazi yake shao. Hapana, sisi mafundi na mwenye viwanda tukae tuangalie kipi ni kibora. Sisi kama Lodhia ni wazawa kibanda chetu kinatengeneza mabati ya rangi na mabati ya kawaida sisi tunatengeneza nondo kuanzia milimita sita mpaka mpaka milimita arobaini sisi tunatengeneza mabomba za maji taka na maji safi matangi za maji kuanzia lita mia tano mpaka lita elfu kumi sisi tumetengeneza miradi mikubwa hapa nchini, miradi za mikakati kama bwawa la Nyerere supply pale, daraja la Tanzanite, Busisi Beach, miradi za National Housing. Kwa hiyo mimi ningependa sana leo kwanza, mtafurahi kuona mafundi wote iko pamoja hapa, kwa sababu bila mafundi viwanda bi viwanda iweko, mafundi na beta kuwa hapa kuwatambua ni kitu kikubwa sana, na hii hili iwe endelevu, kwa sababu mafundi wengi watapata vyeti. Miradi mikubwa hapa nchini chini nafanyika mikakati, utakuta mafundi wanahitajika, lakini utakuta mafundi hao labda hajapata cheti, anakosa fursa au anakosa kufanya kazi hapa. Lakini mafundi hao wakipata hizo vyeti, maisha yanabadilika na sio kila mmoja atafaulu. Kuna wengine wana ujuzi wa kipekee, utakuta atafanya kazi yake ufundi wake, huo ufundi ambao inapelekea ina kile huko nyumbani, kazi, maisha yanabadilika. Sasa tuangalie kwa undani sana, tuwatambua hao mafundi, kwa sababu tuwaheshimu hawa mafundi, tukiwa nao maisha ya kila Mtanzania yanabadilika. Hususan, tutaangalia leo kumagiza nguo toka nje shake kawaida kabisa, lakini hawa mafundi wangepata fursa hapa, tunaweza tukatengeneza hapa hizo, tukaokoa fedha za kigeni. Mimi ningependa sana tuwatambue, tuwa yali na kama kuna elimu ya kuwapa wapewe, tuungane, tukae pamoja na tushirikiane, na nimekuja na timu yetu hapa